Ngoja kidogo, najua unamjua Tupac wa Dear Mama, lakini haujamjua Tupac huyu. Alikuwa dansa, mwigizaji, na ilibaki kidogo ajiunge na Ruthless ya Eazy-E. Aliwachukia mabepari wa Kimarekani kupindukia. Sikiliza story hapa ya mshikaji kutoka mtaani mpaka asta wa Hollywood. Kabla hajaitwa Tupac, alikuwa dancer na MC wa kundi la Digital Underground. Sauti yake kwa mara ya kwanza ilisikika kwenye wimbo ambao ulikuwa ukiitwa Same Song, hapo kabla hata mshikaji hajawa star, na hapo ndipo alipoanza kujifunza mziki na kuchukua hatua kubwa zaidi za kimuziki. Tupac alipenda uigizaji zaidi kuliko rap. Alisoma kwenye Baltimore School for Art, akaonyesha kipaji cha ajabu sana. Filamu alizocheza ni pamoja na Juice, Poetic Justice na Gridlock'd zilimpa nafasi ya kuonyesha upande wake mwingine. Aliwahi kusema ningependa kukumbukwa kama mwigizaji bora kuliko rafa bora. Sasa sikiliza hii, wengi hawajui kwamba Tupac alikuwa karibu na Eazy E na kulikuwa kuna dalili zote za Tupac kujiunga na Ruthless Record ya kwake Eazy E. Lakini baada ya Eazy E kufariki mwaka 1995 Tupac alijiunga na Death Row Record, ingawa mwenyewe hakutaka kabisa. Wendy Day alisema kwamba Tupac alikuwa hataki, lakini alisukumwa na pressure ya fedha pamoja na usalama mawake. Unamjua Tupac kwa Thug Life, lakini watu wake wa karibu wanasema kwamba ni mshikaji mmoja mcheshi sana. Alisoma vitabu vya falsafa, mashairi ya zamani ya mtu mzima Makaveli, ndio maana yeye mwenyewe alipenda kujiita Makaveli. Pia alishai kumchana Trump na kujumuisha kwenye lile kundi la mabepari wa Marekani ambao yeye hawapendi. Tupac alisema watu wanakufa kwa njaa, lakini Trump yeye yeah, anajenga minara ya kifahari. Alikuwa mstari wa mbele sana kwenye kutaka mabadiliko kwa jamii ya watu weusi nchini Marekani. Tupac hakuwa rapa tu, alikuwa mwigizaji, mwanaharakati, mwanafalsafa na mshairi. Kama wambo wangeenda fresh, huenda tungemwona Tupac kwenye tuzo za Oscar, na sio kwenye rap beef and stuff like that. I go by the name, Credo the King.